Tumekuja kuzungumza na mkandarasi wetu, mradi sasa ukamilike tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Tumedhamiria kuweka huu mradi kama sehemu ya vitu vinavyoanza katika siku mia moja za mweshimiwa Rais tangu kuapishwa kwake, na tulimpa mkandarasi nyongeza. Baada ya hapa sasa, tutaanza kuchukua hatua kwa mujibu wa mkataba za kumwadhibu mkandarasi kwa kuchelewesha mradi. Tumefanya naye kazi kwa ubinadamu wa kutosha na kitakachofuata sasa ni kufungua vitabu na kuadhibiana kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tutaacha timu hapa ya wataalam wazoefu kabisa ambao hawezi kudanganya na watamsimamia ipasavyo, lakini bila kucompromise na standard viwango ambavyo tumekubaliana na ambavyo viko kwenye mkataba. Ndio sababu ya kutuleta hapa. Hivyo kuna vifaa vya DC substation no. upande huu ni vifaa vya ACDC kwa ajili ya kuchaji battery vyote fa ote vimeshawekwa sasa hivi ni kazi ya kufanya wiring, connect cable kutoka ya ya majengo, kupeleka nje kwenye transformer huu. Yale maelekezo ambayo umeyatoa pamoja na watumishi ambao wako hapa wa Tanesco pamoja na kampuni ya Sinohydro ifanye kazi na ikamilishe kwa wakati ili sasa ndani ya siku mia moja za mheshimiwa rais. Mradi huu uweze kuanza kazi kwa ajili ya kupunguza uhaba wa upatikanaji wa umeme kwa wananchi wa Tanzania.